Uh, leo nataka kuzungumzia swala la kutokupuuzia mambo madogo madogo. Ukiona kuna kitu chochote mtu, rafiki, ndugu amekifanya hujakipenda, hata kama ni kidogo, kama kimekugusa namna yoyote vile hujakipenda, ni bora ukiongee, ukiseme, usisema kwamba hata hivyo ni ni kitu kidogo amefanya tu kwa kukosea, ni kitu kidogo. Kitu kidogo kinaleta mambo makubwa. Unakuta kuna mtoto ameongea neno ambalo sio tusi kubwa sana, ni dogo. Unapotezea, unasema kwamba huyo ni mtoto tu na neno alilo liongea ni dogo. Vitu vidogo vidogo ndio vinatengeneza kitu kikubwa, yani usipo diri na vitu vidogo vidogo utakuja kudiri na kitu kikubwa. Unakuta sasa hivi kuna watoto wanaongea tu analitamka tu, ana, tusi tusi kubwa kubwa kweli yani kwa sababu gani? Wazazi, watu wanaomzunguka hawakukemea maneno madogo madogo ambayo alikuwa anatamka maneno ambayo yana ukakasi. Kuna neno unakuta mtu anaweza sirikonside kama tusi, lakini likawa na ukakasi. Hayo maneno jamani, tuyaepuke. Kuna zile tabia, umekutana na rafiki mpya, kuna kitendo kakifanya hujakipenda haumwambii kwa sababu ni rafiki mpya, au unasubiri mpaka tuzoeane, tukizoeana ataacha? Au nitamwambia sasa hivi ni mpya, ataniona sijampenda, sijafanyaje? Funguka, yaani ni bora ufunguke mapema, kwa sababu hicho kitu kinakuja kuwa kikubwa, utafanyiwa kitu kikubwa zaidi na utashindwa kukienda. Kwa hiyo ni bora tuendwe na matatizo madogo madogo majukumu madogo madogo kwanza, tuyaendo. Kila kitu tunachokifanya, tuanze kwa levo ya chini, kidogo kidogo kwenda juu. Mimi nakumbuka kuna neno ambalo mama yangu alishana, imetokea shule ya msingi, na nikumbuka mpaka leo. Ni shule ya msingi, lakini kuna neno nilitamka kwa kwa wenzangu, nilisikia kwenye TV nilichukulia kawaida tu, na hata sasa hivi nikilifikiria, naona mbona kama vile neno mama alinionea, mbona watu wanalitumia tu lakini mpaka leo nalikumbuka, ila kitendo cha kuniambia sitaki ulitumia hilo neno, unaongeaje hivyo? Unakuwa kama mtoto ambaye hauna elimu, au unakuwa kama mtoto wa mtaani. Ila kitendo cha kuniambia hivyo kilinitengenezea kwamba ah, kumbe hili neno ni kubwa. Alinitengenezea image ya kwamba lile tu neno nilichukulia kwa ukubwa. It means nikisikia neno lolote kubwa zaidi ya lile nitaogopa atakufanyaje Kuliongea. Kwa hiyo alidili na kitu kidogo kabla akijawa akija kikubwa. Kwa hiyo jamani, vitu vyovyote vile vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo ambavyo vipo vina negative impact kwa, kwa ndugu, kwa rafiki, kwa wadogo zetu, kwa kaka tu zetu, hata wazazi wetu, tunawaambia wakienda wakienda ndivyo sivyo, tusiseme hichi kitu ni kidogo. Vitu vidogo vinakuja kuleta kitu kikubwa zaidi. Dakika tatu zangu zimeisha kwa siku ya leo. Ama out.